siku ya mwisho lakini, leo insha allah nataraji pia itakuwa ni jumanne ya mwisho ya Ramadhan. Hakuna jumanne ingine inayokuja ina isipokuwa, tutakuwa tumeshatoka katika mwezi wa Ramadhan, na huenda tutakuwa tuko na jukumu la kufunga sita t Shawali uh, inshaallah. Mungu atuwafikie na Mungu atufikishe. Sasa ni wajibu wetu Waislamu kukumbushane kuhusiana na suala ama jambo ambalo kwamba ni manuko limeshikalishwa jambo hili na mwisho mwisho wa ibada ya somo ambalo kwamba ni jambo la ibada vile vile ya Zakatul Fitri na huenda tayari maduat wameshaeleza, lakini pia sisi hatujachelewa, na tunakwenda kuizungumzia Zakatul Fitri kwa lugha ya Kiswahili. Hatutaki uarabu mwingi, tunataka uswahili mwingi, ili iweze kufahamika kwa wale ambao kwamba wanafahamu lugha ya Kiswahili, bi idhni rabbil karim. Kwanza kabisa zakatul fitri haifai katika miezi mingine yoyote isipokuwa katika mwezi mtukufu wa Ramadhan, tena mwisho mwisho kabisa. Na hii zakatul fitri ni wajibu kwa kila mmoja katika Uislamu, sawia awe mdogo ama awe mkubwa, awe mume ama awe mke, awe huru ama hata akiwa abd, akiwa mtumwa. Kwa sababu gani? Ni kwa sababu kila mtu anafaa kujitendea matendo yake, ni kama vyenye huwezi swaliwa na mtu, lazima ujiswalie mwenyewe. Nayo zakatu alfitri pia lazima kila mtu ajifanyie, kwa wale wenye uwezo

na ishaeleza muda gani ndio inafaa kutolewa. Inafaa kutolewa ndani ya Ramadhan, lakini mwisho mwisho, huwezi toa zakatu fitri katika labda id ya yani, katika katika mwezi mwingine kama Shaaban au Dhulqaada, unatoa zakatu fitri hadi. Kwa hivyo zakatu fitri hii imewekwa katika Ramadhan. Tena kiwango ni swaa min tamr, swaa wanatuambia ni pishi, na kwa lugha za kileo, yani venye ulama wameeleza wamesema ni kilo mbili na nusu ambapo kwa maelezo zaidi inatakikana iwe kuna tende, kwa mfano kama ni tenda au mchele unachota kwa viganja viwili. Kwa hivyo kila ukichota kiganja cha kwanza, mara ya pili, mara ya tatu, mara ya nne, bila shaka hizi zitakuwa ni kilo mbili na, na kitu na grams, kilo mbili na grams. Sasa wakasema basi kwa kutoka shakani ihtiyatan iwe ni kilo mbili na nusu, yaani yeah, hii ni hesabu ambayo itakuwa haina shaka, imekamilika bali imeongezea zaidi kidogo eh, eh, eh, kilo ama wizani. Kwa hivyo kwa mfano kwa mtu mwenye vijanja kama vyangu mimi, nikichota hapa mchele hivi vijanja viwili, lazima hii itakuwa nusu kilo. Manake wamesema ulama iwe ni kijanja cha mwanaume ama cha mtu mkubwa ambaye ana vijanja vikubwa isiwe ni kiganja cha mtoto. Kiganja cha mtoto kichote, itakuwa kidogo, lakini viganja vya mtu mkubwa kama mimi hivi ikichote, itakuwa nusu kilo. Moja mbili, itakuwa ni kilo moja, alafu nikiongeza tatu, ni kilo moja na nusu, nne ni kilo mbili, tena zinaongezeka 2 grams. Sasa wale ambao wakasema ziwe tu kilo mbili na nusu, kwa hivyo Saa min tamr ikaelezea pia katika namna ama katika vyakula ama katika vitu ambavyo unaweza kutoa zakatul fitr. Hata tende inawezekana ukatoa zakatul fitr ya tende nusu kwa, eh, kilo kumi, bimaana hizi ni kilo mbili na nusu mara nne. Kwa hivyo hii itakuwa ni inatosha kwa watu wanne, box moja ya tende inatosheleza watu wanne, pengine wewe na mkeo na wanao wawili watoto wako wawili, box moja ya tende kilo kumi. Lakini pia e, unaweza toa sharii ngano au mchele au hata e, bur, unaweza toa hata mahindi, unaweza toa hata maharagwe, bimaana yaani hadithi isingeweza kuelezea chakula zote za duniani. Kwa hivyo huu ni mfano ambao sikatoa, lakini pia italingana na chakula za watu wa hiyo nchi. Kuna nchi ambayo chakula zao pengine ni to-tofauti na za wengine, kwa hivyo imetajwa tamr au sha'ir kama mfano, lakini pia hadithi ikafafanua nani ndio ako na wajibu wa kutoa. Eh, ala alalabdi ni yule akiwa ni m-mtumwa, wal hur hata yule mtu huu mtu amekwamba sio abid, sio mtumwa, pia yeye ana jukumu la kutoa wadakai, na hata mwanaume walionza, hata mwanamke. Mwanaume kama ana uwezo wa kujitolea atatoa, mwanamke ana uwezo wa kutoa zakatul fitr atatoa. Kwa mfano kama kaolewa mwanamke na mumewe, mume ana uwezo na mke ana uwezo Huenda mume atamule, mke akamuuliza mumewe ya kwamba mume wangu wewe, unaoweza kututolea sakaatul fitri sisi wote, lakini na mimi pia nina uwezo, sababu nafanya biashara, nauza dirai, nauza abaya, nauza niko na duka. Kwa hivyo nakuomba wewe tolea wengine, lakini mimi nitajitolea nafsi yangu. Hili pia linawezekana, lina au ni mwanamke ambaye amefiliwa, ame na mume hana mume, au ni divosi, amewachwa Eh, ni goroba ambaye hana mume wa kwa hivyo, lakini ana uwezo wa kujitolea zakatul fitri, basi huyu mwanamke pia ako na wajibu wa kutoa zakatul fitri. Sio tu kwa wanaume peke yao, hata wa mama wasagiri, na hata mdogo akiwa mdogo wanatoa. Kuna wale pengine ambao wazazi wao wameendelea, mtoto akishazaliwa tu akiwa ndani ya mwaka mmoja ashafunguliwa akaunti Anafunguliwa akaunti yake, anafanyiwa savings savings savings. Sasa mzazi, unaweza mchukulia mtoto wako kwenye saving yake kwenye savings yake, kwe yake eh, ukamchukulia pesa kidogo ambayo inalingana na nini, inalingana na eh, hisa ya zakatul fitri yake ukamtolea, ama kama hana uwezo ule mtoto hajafunguliwa akaunti wala hana savings zake wala hajariti chochote, basi ni juu ya mzazi umtolee hey, yule mtoto Eh, wasaghiri, hata mtoto mdogo ana jukumu la kutoa ama kutolewa. Kutoa aje? Naam, kama tulikosema, pengine ana savings zake ambazo alishawekewa a asha, asharithi kutoka kwa mwenye alikuwa anafaa kumrithi. Pengine baba yake aliaga na akawa mtoto naye akona haki ya kurithi, kwa hivyo atachukuliwa katika ile waarafa yake, angali mdogo, miaka saba nane, lakini baba aliaga, lakini mtoto akarithi Ai, kwa mfano basi atatolewa pale, atatolewa zakat. Na kama hana uwezo, basi ni juu ya baba ajue ya kwamba yule mtoto wake ana jukumu la kumtolea zakat, na pia walikabiri na mkubwa pia, mkubwa ndio haith anu wala aa, lakini hawa wote awe abd ama hur ama dhakar ama untha, awe mdogo ama mkubwa, kike kiume

Rasul aliweka hii zakatul fitri ilikuwa katika mwezi wa Shaaban yani one month before nini before Ramadan. Akaeleza na hii indalla ala shay ikionyesha jambo basi, inaonyesha ya kwamba tunatakiwa tuambiane mambo in advance. Jambo hio tunafaa kufanya kesho au mwezi kesho au kesho kutwa, wiki ijayo, tuwe tunakumbushana na tunaambiana mapema.